Kampeni za uchaguzi mkuu zilianza rasmi Agosti 28 mwaka huu na sasa, wagombea wa nafasi za urais, ubunge na udiwani wa vyama mbalimbali vya siasa wanaendelea kunadi sera zao ili kupata ridhaa ya wananchi wachagua. Katika uchaguzi mkuu, ni vema ku, ku, kujiandaa kwa kutathmini hali ya kisiasa nchini ikoje, kutathmini wapi ninaweza nikaungwa mkono zaidi kuliko sehemu nyingine, zipi ni ngongome za wapinzani wangu na zipi ni ngome zangu ambazo naweza nikawekeza zaidi. Ni masuala ambayo mgombea anapaswa kuyabainisha mwanzoni kabisa kabla hajaingia ulingoni, kwa sababu hii itamsaidia wapi aelekeze nguvu zaidi, aina gani ya lugha itumie kwa maeneo fulani, maeneo fulani nitumie mikakati ipi. Usipofanya hivyo, usipofanya tathmini hiyo ya mapema ya hali ya kisiasa ukaifanya wakati huu, inawezekana kwa kiasi fulani ukawa umechelewa, lakini pia si vibaya wakakaa chini na kutathmini hali ya kisiasa ilivyo, na hii inawezesha pia kubadilisha aina ya kampeni ambazo wanaweza wakazifanya kutegemeana na hali ya kisiasa ilivyo. Lakini mitandao ya kijamii ni miongoni mwa vielelezo vya maisha ya kidigitali. Wengi wanaweza wasifike kwenye mkutano wa hadhara, lakini wakazijua sera zao kupitia mitandao ya kijamii, kupitia vyombo vya habari vya mtandaoni, kupitia majukwaa mbalimbali ya makundi sogozi. Unaweza ukakuta mgombea urais anaahidi vitu ambavyo haviendani, yani vinakinzana kabisa na katiba vinakinzana na sheria za nchi, vinakinzana na mila na desturi za watu, yaani jamii yetu, zinakinzana hata na ile dira ya, ya, ya, ya, ya, ya maendeleo, zinakinzana hata na itikadi ya chama chake. Kwa hivyo unaweza ukakuta moja kwa moja, yaani kwamba hayatekelezeki, ni ya kwake mwenyewe. Kabla ya ilani kuandikwa, watu walipaswa kufanya utafiti ili wajue changamoto wanazokabiliana nazo wananchi ni zipi, na kuja kuwaeleza watazitatua namna gani. kawaida mikutano ile ya mwisho hasa ile inayoelekea kwenye kufunga kampeni huwa ndio inajikita katika maeneo ambayo yana wapiga kura wengi, yaani maana yake utaona kwamba vyama vitahua vinachagua kwamba tukafungie kampeni yetu katika eneo fulani, wakiamini kwamba kuna idadi kubwa ya wapiga kura, lakini pia pengine kuna wapiga kura ambao bado hawajaamua kwamba wampigie nani kura. Kwa hiyo mara nyingi unaweza ukaona kwamba aidha baadhi ya maeneo yakifanyiwa kampeni kwa mara ya pili kwa maana yalishapitiwa lakini wanaweza pia wagombea wakarudi katika maeneo hayo kwa sababu ya kufuata ile idadi ya watu, idadi ya wapiga kura wanaotarajiwa, ili kuweza kuona ni kwa namna gani ambavyo wale watu wanaweza wakasaidia kampeni. Lakini... za uchaguzi zitamalizika Oktoba 28 mwaka huu, huku uchaguzi mkuu ukifanyika Oktoba 29 mwaka huu. Rabeka Mbembela, Azam News. <tipa>